Iko vizuri unajua. Uh, tumeongeza nguvu kidogo kwenye benchi la ufundi, kwa hiyo uh, kila kitu kiko sawa, na sisi sisi hatutishwi na historia, hatutishwi na kilichotokea kwenye mechi iliyopita. Unajua Dar es Salaam na Babati ni sehemu mbili tofauti. Kama ambavyo nimesema, sisi tuko kwenye hali nzuri, kwa lazima tupambane kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye hiyo mchezo, na ndio malengo yetu, na ya malengo yatatimia, yatatimia, yatatimia kabisa 100% ya malengo lakini Mbuzi, nyinyi mmesema mpo kwenye hali mbaya, lakini Yanga Africans nao wapo kwenye mbio za kutaka ubingwa. Kama unafahamu kuna siku kis... ya kutibua shughuli hiyo, siku ni siku ya ku... ni siku ya kutibua shughuli alafu Jumatatu, tazama mechi zote ambazo tumecheza Jumatatu, kupoteza hatujakupoteza kaka, tumeshinda mechi zote hizo. Hizo siku za Jumatatu ndio siku mbaya sana kwa wapinzani. Watu Jumapili wanamtazama mnyama, Jumatatu wanatizama kwa sababu juma jumapili ni shughuli ya kitaifa. Itafanyika Zanzibar. Alafu shughuli nyingine ya kitaifa sasa hivi imekuwa ni kama vile tia maji tia maji, mpaka ukawa kuna taarifa za huenda mkaachana na mwalimu wenu ambaye sasa hivi yuko Kipi nakufanya wewe ujiamini kwamba mnaweza mkawasimamishwa ndio za ubingwa? Kwa sababu tumebakiza mechi chache sana, kwa hiyo mechi zote chache ambazo zimebaki ni kama fainali kwetu, na ndio maana kila anayekuja mbele tunahitaji kufanya vizuri mbele yake, na kufanya vizuri sio kupata alama moja, ni kupata alama zote tatu, na hilo litawezekana. Uzuri wao habari zetu wanazo na wanajua wanakwenda Babati kucheza na Fountain Gate namna gani wanakwenda kucheza na Fountain Gate inakuwa inacheza cheza vipi ikiwa kwenye uwanja wake wa nyumbani? Wao wanaamini sio kama wale wengine ha, wale ni wale, wale, wale si pacha. Wajua pacha na tabia za kufanana, lakini sasa, huyu tunataka tumuonyesha kwamba yule tulimkosakosa, kwa hiyo wewe tutakupata awamu hii. Mecha wnapotea kwa idadi kubwa, mabao mabao matano, ukasema sio ajabu nyinyi kufungwa bao tano, kwa sababu kuna timu kubwa hapa na imepoteza bao tano. Unawaahidi nini wana Babati, na unawaonya, unawaonya nini Young Africans? Kwanza Babati wana matumaini makubwa sana ya kufanya vizuri, sisi kama timu yao kufanya vizuri kwenye huo mchezo. Ahadi ambayo nawaahidi, nawaahidi hatutawaangusha, hatutawaangusha. Kama tulishindwa kupata alama tatu kwenye mechi kubwa iliyopita, basi hii ndio mechi ambayo tutapata sita, sitapata alama tatu na Yanga wanafungika Simeona pale mtu sikafungwa yule goli pale goli zuri tu. Ndio hivyo tu stand ndio hivyo kwa target yao sio kuenda sijui finali au wapi. Target yao ni kupanda ligi kuu. Kwa hapa kama wako nafanya lieso tu. Mzee wangu Masudi Juma kama wako nafanya lieso tu. Kwa sisi hiki ambacho kima, ah, goli lile ambalo amefungwa Diara lile yanakaa manne matano. Babati hapo. Eh, Babati manne matano anafika. Kwa sababu kiimbo ya halali anaota tu kwamba Yanga anakuja lini. Edgar Williams anapanda vilima tu. Anatengeneza pumzi. Yeah. Yeah. Ha, kwa makosa makosa wanaofanya makosa, yeah. Tuombeni tu uzima jamani. Imani yao imewadanganya ime, na kama wanaendelea kuamini hivyo, basi watakutana na kitu kibaya mno, yani maumivu ambayo watayapata yatakuwa ni maradufu ya yale ambayo eh, watayapata wakiamini kwamba wanakwenda kukutana na timu ngumu. Bado wana mechi ngumu dhidi ya Fountain Gate, hasa wakiwa Tanzanite kwa raha. Bado hawajamaliza. Bado wana shughuli ya kuprove watu kama wao ni timu kubwa ambayo wanaweza kupata matokeo kwenye uwanja wote. Lakini si kwa tu sisi, timu bora zote zinakuwa bora kama zijacheza na Fountain. Yaani, ukija kwa raha ukishinda, ukisema kwamba mimi ni timu bora, basi tutasema kweli wewe ni timu bora. Lakini uwezi kusema timu bora unakwenda kumfunga Fountain Gate wakati bado hujafika Babati. Unajidanganya. Yanga bado wana mechi ngumu mbele yetu, sisi Fountain bet na itakuwa mechi ngumu kweli. Elikapitani, mechi ngumu kweli sio? <coughs> <coughs> kidogo majanga